Tarehe sita ya mwezi huu wa tano 2025, mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la, la Kisutu ilikuwa ina chini ya hakimu mfawidhi Muhini ilikuwa ime, inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya, ya kidijitali au ya kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuwa kuja kutokuletwa kuto kutokule mahakamani kutoka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Katika uamuzi wa wake hivi leo, hakimu muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi, kwamba kanuni zile zina ambazo zimetengenezwa na jaji mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa zikiuki kitu chochote kile na kutokana kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa. E, basi ha, e, misingi ya haki na, na misingi ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi upande wa, wa mashtaka na vilevile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea ita sasa kuanzia tarehe kumi na tisa ya mwezi huu wa, wa tano 2025 itasikilizwa makamani kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani kwamba Tundu Antipas Lisu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga kwa kuhakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe kumi na tisa. Umma unakaribishwa kuweza kusikiliza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba lazima ukae kwa amani, unasikiliza kesi kwa namna ya amani katika koti namba moja ya mahakama hii ya Hakimu Mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vile vile hata watakokuwa wako nje, basi waweze kukaa katika misingi ya amani bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwendo mzima wa kusikiza kesi hiyo. Na kwa maana hiyo, kwa maana kwa kwa kwa kwa hiyo kweli tunaona kwamba haki imetendeka, kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake siku yake siku yake mahakamani, wazungu watasema a day in court kwamba atafanikiwa kwamba sasa, wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao na yeye vile vile aweze kujitetea, na sisi kama wakili wake tutakuwa tayari kuweza kumtetea.